Uh, ndugu washiriki, nimefarijika pia kuona mmeitikia vyema wito wa kushiriki katika mafunzo haya. Mwitikio huu unaonyesha dhamira ya pamoja ya kuendeleza ushirikiano kati ya Wizara ya Fedha na nyinyi wanahabari. Ni matumaini yangu kwamba mafunzo haya muhimu yatawajengeni uelewa ambao utatumika katika kuwahabarisha Watanzania pamoja na wote mnaoweza kuwafikia. Kama mnavyofahamu nyinyi ndio sauti na sauti, unaweza ukaitumia vyovyote unavyotaka, unaweza ukatumia kujenga, unaweza ukatumia kubomoa. Kwenye Biblia wanasema kwamba ulimi ni kitu kidogo sana, lakini madhara yake yanaweza kuwa makubwa sana, lakini hata manufaa yake ni makubwa sana ukitumika vizuri. Sasa habari zinakuwa communicated ulimi ni sehemu mojawapo lakini hata, hata, hata, hata ile wanasema ile e, lugha, lugha ya mwili eh? Tunaweza tukaongea mimi na wewe, nikakubalia usoni kwamba sawa, nakubaliana na wewe, lakini ukiniangalia vizuri unaona huyu mm, kama, kama hakubali huyu. Kwa hiyo kuna namna nyingine ambayo unaweza ukapata feeling ya hisia za mtu kupitia viungo vingine nje ya ulimi, lakini ulimi ni the most effective kiungo kwa ajili ya ku communicate. Serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi sana katika kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma bora na kamilifu. Mfano mdogo ambao mmekuwa mkisikia mara kwa mara ni kwamba zaidi ya asilimia sabini ya bajeti ya serikali hutumika katika kununua vifaa huduma ambavyo vyote vinalenga kwenda kuwahudumia wananchi wa Tanzania. Sasa nikichukua mfano wa bajeti ya mwaka huu ambao tunaomaliza sasa hivi ilikuwa takribani shilingi trilioni hamsini nukta mbili tisa sasa asilimia sabini yake ni trilioni 35 nukta mbili nadhani mnaweza mkaona namna gani pesa nyingi inavyomwagika kule kwa hiyo katika hamsini ukitoa 35 zinabakia kama kumi na tano tu zinaenda kufanya kazi nyingine sasa fedha hizi ambazo zinanunua vitu, huduma na mambo mengine kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, ile huduma itapatikana kupitia mnyororo huo wa ugavi, toka pesa inatoka, toka mahitaji ya ununuzi yanatengenezwa eh, kutoka vinavyonunuliwa, vinavyopokelewa, vinavyohifadhiwa, vinavyosambazwa, vinavyokwenda kumfikia mtu wa mwisho, yaani sasa nakusema hizi milioni 35 hizi ziwe zina muvu katika hizo hatua nilizotaja. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba thamani ile ya trilioni 35 ifike kule mwisho, na ikifika kule mwisho kutakuwa na matokeo makubwa sana na yataonekana hata kwa macho. Ndugu washiriki, ni vizuri sana tutambue athari zinazotokana na kutokuwepo kwa usimamizi thabiti wa shughuli zizo katika mnyororo wa ugavi kwani ni jambo la msingi kwa maendeleo ya taifa. Kwa kuzitambua athari hizo, tunaweza kujiweka katika mazingira mazuri ya kuweza kutengeneza miongozo na mikakati mbalimbali ya utekelezaji ili kuimarisha usimamizi na hata kuepukana na athari hizo. Kumjua adui ni sehemu ya ushindi. Kumfahamu tu kwa adui kwamba huyu bwana nguvu yake kwa mahali fulani lakini udhaifu wake uko mahali fulani, na ndio maana mnapopambana kwenye mashindano na namna yote, sio lazima kupigana vita, hata mashindano ya kawaida, lazima mwe mna siri zenu ambazo mmeziweka siri za ushindi. Ukigawa siri zako zote, washindani wako wako kujua ulivyo, watakumaliza kirahisi, sababu wanajua nguvu yako iko wapi na udhaifu uko wapi. Sasa sisi tunajitahidi kumjua adui yetu ili tuweze kutengeneza mikakati mizuri ya, tunafahamu kabisa kwamba serikali inafanya kila jitihada za kutekeleza hizi kazi zote hizi, inafanya jitihada kubwa sana lakini, tunadhani hizi jitihada inabidi ziwe ziratibiwe vizuri zaidi ili yale malengo yaweze kutimizwa. Ndugu washiriki, ninawasihi sana mlitumie jukwaa hili kama fursa muhimu ya kujifunza, mjadili na kubadilishana uzoefu na hata kushauri juu ya masuala ya usimamizi wa shughuli za mnyororo wa ugavi, kwani kwa kufanya hivyo, mtajiweka katika nafasi nzuri sana za kuhabarisha umma wa watanzania kwa usahihi kupitia vyombo vyenu vya habari. Sasa najaribu kuwapanua uh, mawazo, muone neno ununuzi ulivyopanga ni pana kuliko hivyo tunavyodhani, na athari zake ni nyingi sana. Sasa tunaponunua vitu tunatumia rasilimali za, za serikali tukilenga kwenda kufanya jambo fulani au kuihudumia jamii ya watanzania kule, lakini mpaka kumfikia yule mtanzania aliyeko kijijini kule ili apate hiyo huduma, shughuli hizi ziko mbele yako zinahusika. Kama nilivyosema, tutapanga mahitaji, tutanunua tukishanunua tutavipokea kwa maana kwamba viingie katika vitabu vyetu, kumbukumbu zetu na sehemu za kuhifadhia. Tukishapokea tutavihifadhi, na katika kuhifadhi tunahakikisha ubora wake na idadi yake iko pale pale, sababu kikipungua kimoja hapo tayari kuna tatizo. Baadaye tutasambaza kwenda huko tunakotaka viende, lakini mwisho wa siku huyu atakayepokea pokea atavitumia naye, katika kutumia lazima atumie kwa kwa uangalifu ili kurealize ile thamani ya pesa tumika, na mwisho wa siku vile ambavyo havihitajiki ama ambavyo vimekwisha tumika ambavyo havifai tena itabidi viondoshwe, na ndio huo uondoshaji naozungumza. Nafikiri mmekuwa mkiona minada mbalimbali kiuzwa vitu chakavu, ile ni moja kati ya kuviondosha vitu Mkutano huu ni sehemu ya utekelezaji wa programu shirikishi ya mafunzo kati ya Wizara ya Fedha na wadau wake ambao ninyi wamojawapo. Kwa kufanya hivyo, tunaamini kabisa tukiwashirikisha ipasavyo na somo hili kaeleweka kwenu, tunaamini kabisa mtawaelimisha Watanzania, kwani siku zote shughuli za serikali huwafikia Watanzania kupitia vyombo vyenu. Kwa hiyo mna umuhimu mkubwa sana. Kuna wakati kuwa kuna debate, waandishi wa habari k wanasema wanataka watambuliwe kama uandishi wa habari, sekta ya habari uwe ni mmoja kati ya muhimili na information. Information is power. Once you have information, you have power ah. Ukiwa una information utafanya maamuzi utafanya, lakini hatakuwa sahihi ili ufanya anguu sahihi lazima uwe na taarifa sahihi, na taarifa sahihi zinapatikana kupitia kwenu. Hata kama nitafanya mimi huko pembeni, lakini bado ninaweza nikawa natekeleza jambo hilo mnaolifanya nyinyi. Kwa hiyo upashanaji habari ni kitu cha msingi mno katika maisha ya binadamu. Binadamu ambao hayuko informed yuko nje, yuko nje ya maisha ya kilimwengu ya sasa hivi. Uh, naomba nisichukue muda mrefu katika kuongea hapa, niwatakie kila laheri katika mafunzo haya muhimu yatakayoongeza uelewa wenu katika masuala ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi. Ndugu wanahabari, baada ya kusema hayo, ninapenda sasa nitamke rasmi kuwa mafunzo haya ya mnyororo wa ugavi, usimamizi wa mnyororo wa ugavi yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kusikiliza.